Mhashamu Baba Askofu Vincent Cosmas Mwagala, askofu wa jimbo la Mafinga na wapendwa nyote, tumsifu Yesu so Kristo. Ndugu zangu, yeah. Wapendwa tumekusanyika hapa parokiani Consolata mshindo siku ya leo kwa ajili ya uzinduzi wa wa shughuli za kanisa la hija, kanisa letu la Consolata Mshindo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia Mtakatifu Yosefu Alamano, ambaye mwaka huu ametimiza miaka mia moja tangu aitwe na Mungu mbinguni katika siku hii ya leo. Natoa pia shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa miaka ishirini na mitano ya utume wa Padre Gervas Limo mishonari wa Konsolata katika kanisa la Mungu. Tunamweka mikononi mwa Mungu na Mama Bikira Maria Konsolata na Mtakatifu Yosefu walamano ili adumu katika utume huu na umishonari kwa sifa na utukufu wa Mungu. Leo pia tuiombee familia ya kimisionari ya Konsolata ya Tanzania Madagaskar, ambayo inaanza rasmi hapo tarehe mbili ya mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na sita yaani mwaka huu, ili wadumu katika kuendeleza utume wa kimisionari anzishwa na Mtakatifu Yosefu Allamano ili ukombozi wa mwanadamu upatikane. Somola kwanza, somola isaaya isaaya kwa njia ya uinjilishaji. Somo la kwanza, somo la nabii Isaya, tulivyosikia Isaya sura ya arobaini na mbili aya ya kwanza hadi ya saba, ni utabiri na wasifu wa mtumishi wa Mungu. Mtumishi huyu ni mteule wa Mungu ambaye nafsi yake imependezwa naye. Mtumishi huyu anayafunua macho, atayafunua macho ya vipofu na atawatoa gerezani wale waliofungwa. Ni utabiri wa matumaini kwa jamii ya wanadamu iliyo katika kifungo cha dhambi inayo katika giza la dhambi. Wanadamu hao ni wale waliopoteza neema ya utakaso kwa dhambi ile ya kwanza, dhambi ya asili. Hawa ni watu waliojitenga na Mungu. Mtumishi huyu wa Mungu ni Kristo, mwana wa Mungu ambaye amekuja ulimwengu Mateso ipo, kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Kumbe yule anayemfuata na kujitakatifuza kwa kupokea sakramenti zake akiishi kiaminifu katika imani kwake, anashirikishwa utakatifu na kupata raha ya milele katika kanisa hii Siku ya leo ambapo tunazindua rasmi shughuli za hija, tutapata nafasi ya utulivu na faraga pamoja na Kristo, nafasi ya kuabudu ekaristi takatifu, nafasi ya kupokea sakramenti mbalimbali kwa namna ya pekee sakramenti ya kitubio, semina na mifungo ili kupata utakatifu huo. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la mbili somo la, la, la waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, Mtume Paulo anaona kwamba hubiri Injili sio siyo chaguo tu, bali ni wajibu mzito aliowekewa. Anasisitiza kuwa hata jisifu kwa kuhubiri neno la Mungu, kwani ni mtumishi wa lazima. Anachagua kutotumia haki yake ya kifedha, yaani kuomba malipo saidiwa chochote kwa ajili ya kuhubiri injili hii, ili kuondoa kikwazo chochote katika kuhubiri injili. Haliweki hilo kama sharti, bali kama likitokea basi, lakini hawezi kukataa wala hawezi anu acha kuhubiri Injili kwa sababu hakupata malipo. Zawadi yake ni kuhubiri Injili bila gharama. Ingawa Paulo mwenyewe yuko yupo huru, anajifanya mtumwa wa wote ili kuwakuta wengi zaidi. Anajishusha na kuingia katika ulimwengu wa watu wengine ili waelewe injili. Anajifunza na anatumia kila naloiweza ni kuwavuta watu wamtambue na wamfuate Kristo. Anatumia mfano wa wachezaji wa wachezaji, wale wanaokimbia mbio, akisisitiza kupiga mbio ili kushinda, sio tu kushiriki, kushinda wanariadha kujinyima na kufanya mazoezi mkali na kuwa na nidhamu ili kupata taji ya muda, lakini Mtume Paulo amesema na hivyo ambavyo sisi sote wa Kristo tunapaswa kutambua kwamba tuko katika mashindano ya sisi kama anavyosema Mtume Paulo ili katika kujinyima kwetu kufunga kwetu kuteseka ili kupata taji, sio ile taji inayoharibika, bali taji siyoharibika, yaani kudumu katika ufalme wa Mungu na kupata uzima wa milele. Ndugu zangu, tumesikia tangazo la injili ya leo, Injili ya Marko sura ya sita aya ya 6 aya ya 15 hadi ya ishirini ni hitimisho la Injili ya Marko, ni maneno ya mwisho kabisa katika Injili. Tunatambua kwamba Injili ya Marko ina sura 16 na ni sura ya 16, sio sura ya sita, ni sura ya 16 na sita aya kumi na tano hadi ishirini, maneno ya mwishoni, na maneno haya Bwana wetu Yesu Kristo aliyasema kwa wanafunzi wake kabla ya kupaa kwake. Katika hitimisho tungetarajia maneno au neno linaloashiria mwisho au tamati. Lakini kinyume chake, katika hitimisho katika hitimisho hili la injili ya Marko, tunakutana na neno linaloonesha mwanzo mpya, yaani utume kwa wanafunzi wake. Kwa kila kikue, Kristo anataka kuambia mitume na wafuasi wake kwamba, anatuambia sisi pia kwangu, nimekuwa pamoja nanyi, nimewaelekeza na kuwapa mfano. Sasa ni zamu yenu, nendeni mkaubiri neno langu, ili wale watakaoamini waokoke na kupata uzima wa milele. Jambo hilo mitume na wafuasi wa, wa Yesu Kristo walilichukua kwa uzito mkubwa, na kama tunasema ni maneno ya mwisho kabisa Yesu Kristo kama <coughs> kwa ni maneno ni wosia kwa wafuasi. kweli kweli, huu ndio utume ambao Mtakatifu Yose Tolawanu alifanya na ndio maana sisi, tuko hapa leo. Ndio maana sisi wana Iringa na watu wa maeneo mengine popote duniani waliohubiriwa kwa njia hii tulipata tulipate injili hiyo, kama vile bwana wetu Yesu Kristo alivyowaambia mitume na wafuasi wake, leo anatuambia sisi, ni kazi yetu injili ya Kristo ni kazi yetu, kuendeleza kuhubiri injili ya Kristo, kuendeleza utume huu, kazi ambayo walifanya wamisionari na wakati wa Yesu. Ni kazi yetu na sisi sote ni wamisionari, kwa maneno na matendo yetu tumdhihirishe Kristo, ili sisi wenyewe tuliipokea injili hii na wengine ndugu zangu wapendwa, Mtakatifu Yosefu Allamano ambaye aliishi miaka sabini na mitano ya neema na ari kubwa ya kimisionari bila mpaka, akiamini na kuongozwa na kauli mbiu yake ambayo ilimwongoza daima: kwanza utakatifu, kisha misioni. Ndiye tena kwanza utakatifu kisha nisha. Tunamkumbuka Mtakatifu Yosefu Allamano kama baba, mwalimu na mlezi wa Wakristo, Wakristo popote duniani wasio na idadi. Tarehe ishirini na moja ya mwezi wa kwanza mwaka elfu moja mia nane na hamsini na moja Alizaliwa huko Castelnuovo da Asti nchini Italia, wakitoka kijiji kimoja na Mtakatifu Yohane Bosco ambaye aliwahi kuwa mwalimu wake. Mtoto wa nne kati ya watano kutoka familia ya Kikristo, wazazi wake baba Yosefu Alamano na mama Mariana, Mariana Tarehe ishirini mwezi wa 9 mwaka 1873 alibadilishwa na kutumwa seminarini kama mlezi msaidizi. Mwaka 1873 hadi 1876. Na pia e, mwaka 1876 mpaka 1880 aliteuliwa kama mlezi wa kiroho na baadaye Wa pewe jukumu la kuwa mkurugenzi wa kanisa la Consolata Torino Italia hadi alipofariki dunia tarehe saba mwezi wa kumi mwaka mwezi wa 7 mwaka, saba, mwaka, e, samaani, saba, kumi, mwaka 1990 ndio alitangaza kuwa mwenye heri na Baba Mtakatifu Paulo wa pili ambaye mwaka huo elfu moja mia tisa tisini tunajua na tunakumbuka kwamba alikuja Tanzania. Tarehe ishirini mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwaka juzi, alitangazwa kuwa mtakatifu na Baba Mtakatifu Francisco. Siku hii ya leo tunapofanya uzinduzi rasmi wa shughuli za hija hapa katika kanisa la hija la Consolata Mshindo, tunajiweka mikononi mwa Mungu. Tunayapeleka maombi yetu kwa Bwana na kwa njia ya maombezi ya mama mtakatifu Josefu Alamano, injili ya Kristo ihubiriwe ili kuhubiriwa jina la Bwana lizidi kuhimidiwa kwa njia ya yote yatakayofanyika hapa. Kumbe tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia zawadi ya mtakatifu Josefu Alamano, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia wamishonari ambao walituletea injili katika maeneo yetu haya ya ye Iringa, na maeneo mengine popote duniani kwa ajili ya uinjilishaji. Tunawashukuru wa mishonari wa Consolata kwa wa kufikiria na kupata wazo hili la kwamba mahali hapa pawe panamna hii kuwa shughuli za ig hapa shughuli za kanisa la shrine zifanyike hapa, kwamba watu waje mahali hapa waweze kuwakutoweka karisi, wapate nafasi ya kutulia, wakifika hapa muda wote masaa ishirini na nne waweze kumpata padre ambaye anaweza kuwaungamisha na wao wenyewe hata wapate tuendelee kujinoa zaidi na kujitadili mkononi mwake, ili hatimaye maisha yetu yawe baraka kwake, yawe baraka kwetu na kwa wengine, na hivyo Kristo neno lake liweze kuhubiriwa na kutangazwa, na watu wapate wokovu na ukombozi. Tumsifu Yesu Kristo.